A wasanii ambao wanaweza kunua zero kilometers: Alikiba, Diamond, Harmonize, Mboso, Mario, Rayvani, Nandi, Zuchu. Wasanii nane, si wachache, wote wanaweza, wana hela wale. Wataa Bilnas pia tisa, nenga nenga mwisho, yote amsho mtaja Mm. wanaweza kununua magari. Waliobaki ndio hao ambao hawafanyi vizuri. Lakini na okay. na ah, <laughs> <no, laughs> najua kuna ambao labda wanaweza sababu tunazungumzia muziki pamoja na biashara. Lakini nasikia alinunua zero ile Mia tano. Unajua mziki una hela baba. Mimi ambacho nimevutiwa na Mbosso ni utofauti wa aina ya gari ambalo amekuja nalo.